Ujambo na karibu langu. Jina ni maskini msomi, na hii ni maskini msomi TV e, ta, kituo ambacho kinakupatia uondo kamili ambao unajitokeza ndani na nje ya nji. Taarifa ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Tanzania anayefahamika kama Tundu Lisu aiomba mahakama umpatie nafasi ya kuja Kenya kuhudhuria mazishi ya Raila Amolo Odinga. Tundu Lissu amesema ya kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa rafiki yake sana na mtu ambaye alikuwa ni mtu wa watu. Kwa hivyo, ameomba mahakama kuu ya nchini Tanzania imruhusu aende kuhudhuria mazishi ya marehemu Raila Amolo Odinga. Tundu Lissu ambaye tumesema ya kwamba ni kiongozi wa upinzani nchini Tanzania amesema ya mambo, naomba nipelekwe nikahudhurie mazishi ya rafiki yangu uh, Raila Odinga nchini Kenya, hata kama nitapelekwa kwa pingu na mnirudishe kwa pingu, naomba nikauone tu mwili wa Raila Odinga. Kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu aomba mahakama kuu nchini Tanzania. Kwa hivyo mara nyingi msikilizaji, tunasema ya kwamba sheria duniani lakini haki mbinguni. Hivyo tumeona ya kwamba Raila Odinga ni mtu ambaye amependwa na viongozi wengi sana. Kuna wale ambao wako mahakamani, wale ambao wako jela gerezani, wamezuiliwa, japo wanataka kuona mwili wa Raila Odinga na kuhudhuria mazishi yake, lakini inasemekana ya kwamba watu wamezuiliwa, hawajapewa nafasi ya ya kutoka. Mmoja wao tumesema ya kwamba na huyu ambaye anafahamika kama Tundu Lissu ambaye ameomba mahakama kuu nchini Tanzania imruhusu ama impatie nafasi, hata kama atakuja kwa pingu na arudi kwa pingu, bora tu ahudhurie mazishi ya Raila Amolo Odinga. lango jina la salia kwa maskini msomi, na hii ni Maskini Msomi TV na kutakia kila heri.